Watakatifu Kosma na Damiano walikuwa ndugu wawili mapacha waliotoka Siria katika karne ya tatu. Walipata elimu ya tiba na wakawa madaktari hodari, lakini walitofautiana na wengine kwa sababu walitoa huduma zao bila malipo. Kwa njia hii walijulikana kama madaktari wapole na wema, waliokuwa wakiponya siyo tu kwa dawa, bali pia kwa upendo na sala. Walipokuwa wakiponya wagonjwa, waliwatangazia pia Injili ya Yesu Kristo, jambo lililowavutia watu wengi kuukubali Ukristo. Umaarufu wao ulisambaa, lakini pia uliwafanya wateswe na wakuu wa Kirumi waliopinga imani hiyo. Walikamatwa, wakateswa vikali na hatimaye kuuawa kwa ajili ya Kristo. Kwa kufa kishahidi, waliweka muhuri wa uaminifu katika maisha yao ya upendo na huduma. Wanakumbukwa kama walinzi wa wagonjwa na wahudumu wa afya.